Mimi ombi langu ninaomba kama alivyoomba Mtemi na mheshimiwa diwani, jimbo hili likatwe kama ilivyoainishwa kwenye kata 11 na kata 14, kwa sababu Magu kijiografia ni shida hususani kwa watu wenye ulemavu kusitika. Tunapokuwa na majimbo mawili ya uchaguzi, tutakuwa na viongozi wenzetu kwa kutusaidia. Naitwa Joel Juma ali nzia zose, katibu wa Chadema wilaya ya Magu. Unapokataji pia hata ajira zimo mle hata kwenye vyama ajira ziko sijui w <laughs> <laughs> yeah. Wee ulikuwa wa wilaya sasa, watakuwepo hata wajibu, lakini pia kuna watu wataalamu wengine watakuwa wanaingia ku, ku, ku, kupengua mambo ili jimbo lile nalo liweze kustawi. Kwa hiyo ni sisi chama chetu pamoja na vyama vingine, viongozi, madiwani wataala mbalimbali na wadau tunasema kwamba tuko pamoja, na ndilo lengo letu kubwa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo kwa wakati mwafaka, na sisi tutasimama pamoja kuhakikisha kwamba jimbo letu litakalokatwa kipya linastawi na kuungana na jimbo hili, wilaya yetu isonge mbele katika maendeleo. Kwa Musa Sylvester, upepo kwa jina maarufu mzee wa mawe. Ndugu zangu, kwa hili swala halina mambo ya vyama, inahusu wananchi, na wananchi wakipata huduma kwa karibu, inapendezea sana, kwa sababu wananchi, tukiwa na majimbo mawili, huduma itakuwa karibu. Kwa hiyo kwa swala la mgawano wa jimbo, na mimi nilishiriki kuunga mkono, ili jimbo na mimi nalibariki matarajio yetu ya kuwa na Magu tuwe na majimbo mawili na mbunge na wabunge wanavyopita waweze kuwa na urais, kwa sababu jiografia ya Jimbo la Magu uende mpaka Kayenze uende mpaka Mahaha, mpakani na Maswa, mpakani na Busega, mpakani mpaka na na, na, na Ilemela unakuja Kwimba, unaenda nani Sumve halafu unakurosi unakuja hapa nani Igoma. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kwa hili swala, sio la mtu mmoja, ila wananchi wote. Asanteni sana, mimi na bariki. Ndugu wadau, tulipokea maombi ya mapendekezo ya kugawa Jimbo la, la Uchaguzi la Magu kupitia barua yenye kumbu namba CFA.89 mkwaju mbili tatu moja mkwaju sifuri moja c si mkwaju ishirini ya tarehe kumi na moja Machi 2025 kutoka kwa katibu tawala mkoa wa Mwanza. Ndugu wadau, kwa mujibu wa kanuni ya kumi na nane ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024 Tume imechagua kutembelea baadhi ya majimbo yaliyoomba kugawanywa kwa lengo la kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa ni sahihi kuhusu jimbo husika. Mojawapo ya jimbo linalotembelewa ni hapa Halmashauri ya Wilaya ya Magu. Kwa kauli moja mmekubaliana kuwa maombi yaliyowasilishwa ya mapendekezo ya kuligawa jimbo la Magu halmashauri ya wilaya ya Magu mkoa wa Mwanza ni sahihi kwa mujibu wa barua iliyowasilishwa na katibu tawala katibu tawala mkoa. Aidha, tunawasihi kwa kikao hiki haina maana kuwa sasa ombi lenu limekubaliwa bali, tume leo hapa imetimiza matakwa ya kanuni ya kumi na nane ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2024 za kutembelea majimbo yaliyoomba kugawanywa au kubadilisha jina la jimbo. Hivyo tume itakutana na kuendelea kuchakata taarifa zote, na baada ya hapo, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya sabini na tano ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 itatangaza majimbo yaliyogawanywa na au kubadilisha majina. Ndugu wadau, baada ya kusema hayo, napenda kutamka rasmi kuwa kikao baina ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na wadau katika Halmashauri ya Wilaya ya Magu kuhusu kupitia maombi ya kugawa jimbo la uchaguzi la Magu